Asante mheshimiwa naibu spika, kwa kunipa nafasi hii ili na mimi nichangie kwenye kwenye wizara hii ya miundombinu. Naibu waziri anajua, lakini bahati mbaya sana alifika wakati wa kiangazi. Hapa ninaposema ninaposimama, naibu spika, naogopa hata kwenda jimboni, kwa sababu kuna vilio, kuna vifo. Mheshimiwa naibu waziri, ile barabara imekatika kabisa, hata kama ulimwagizia engineer siku ile kwamba hii barabara ipitike mwaka mzima, ukimuuliza sasa hivi kwanza namshukuru meneja wa mkoa yule, mama anafanya kazi kubwa sana, lakini hela hana. Makandarasi wako kule, lakini barabara kama unavyojua, ile ina mito mingi sana, jimbo la Mlimba. Kwa hiyo kuanzia pale Idete Kaliagogo, mpaka ukifika Taweta kule karibu na Madeke Njombe, barabara yote inakatika. Mkandarasi anaangaika, leo akiziba hapa, kesho imekatika hapa, mito kila kona. Kwa hiyo utakuta kwamba jimbo la Mlimba linatakiwa litazamwe kipekee kuhusu masuala ya barabara, na ninaposema sisemi tu kwa kujifurahisha, lakini nimeona kwenye kitabu chenu kwamba mnaboresha barabara ya mpaka Madeke, Njombe. Mnaposema Madeke, Njombe, ndio inapakana na Mlimba na watu wa Njombe wanataka ile barabara iboreshwe na mnajengwa kwa kiwango cha lami, ili watu wa Njombe wapite mkoa wa Morogoro, waje Dodoma mtapoboresha tu kule barabara ya Njombe mpaka Madeke mkiacha kutoka Madeke mpaka Tanganyika mpaka Taweta mpaka Mlimba Ifakara, itakuwa ile barabara thamani yake ya Madeke mtakuwa hamjaitendea haki. Kwa hiyo mimi ninachoomba, mnasema iko kwenye upembuzi ya kinifu na kweli kabisa, lakini kwenye vitabu vyenu haijazungumziwa kabisa hiyo barabara. Huo upembuzi ya kinifu na wakina umeisha au vipi? mnatarajia kujenga kwa kiwango gani? mnasema kiwango cha lami kuanzia Ifakara mpaka Mlimba, lakini mjue kwamba ili tuinganishe mkoa wa Morogoro na mkoa wa Njombe, inatakiwa barabara ifike Madeke kule Taweta. Kwa hiyo mimi naomba, tumeteseka kiasi cha kutosha, miaka mingi tangu uhuru. Sasa na sisi angalau tufaidi matunda ya uhuru. Tunashangaa tu barabara za wenzetu, lami nini, flyover ndege nini. Sisi hatutaki hata kuzungumzia ndege, tunataka barabara TAZARA ipo inapita kule. Hivi wananchi wa kule wanaponia wana, wana kipisi cha kutoka Makambako mpaka Kilombero, lakini kipisi kinapita kwa wiki mara mbili au tatu. Leo mama mjamzito Anayetokea kule Masagati, Taweta, Njombe, moyo unaniuma mimi, moyo unalia machozi. Kina mama wanakufa katika jimbo la Mlimba, wanataka kujifungua, hakuna hospitali ya uhakika. Hospitali mpaka iwe Ifakara, kilometa mia mbili thelathini hivi. Huyu mama mjamzito anafikaje kwenye hiyo hospitali? Wote mmezaliwa na wanawake, hebu muonee huruma wanawake wanaotokea katika jimbo la Mlimba. Watu wanakufa kule jamani, kwa vile hakuna vyombo vya habari wanakuwa wanaripoti kila siku lakini tunaangaika tu, hakuna TV. Nani apeleke TV yake kule sehemu ambayo haina barabara? Kwa hiyo mimi naomba swala la barabara Mlimba ni kipaumbele, naomba barabara. Naibu Waziri umefika, wananchi wamekushangilia, ukamwagiza injinia, lakini ninakwambia leo hii hata hawa mainjinia hawana bajeti ya kutosha. Kinachotakiwa ni nini? Naomba niseme sasa, kinachotakiwa ni kwamba barabara hii ya kilometa 230 kutoka Ifakala mpaka Madeke, Njombe mpakani, imekatika, haina uwezo tena wa kupitika, haijapangiwa pesa za kutosha. Hata kama tunasubiri lami, basi tunaomba ipitike kwa mwaka mzima, na nimeongea na wataalamu, injinia anasema hivi, hii barabara ili ipitike kwa mwaka mzima inahitaji inyanyuliwe kwa kiwango cha juu, sehemu zile korofi, kilometa zisizopungua 50 angalau lakini hela mliyoitenga kwa ukarabati hiyo barabara haisaidii, tutaendelea kuteseka. Wananchi wa Kilimbeo, wananchi wa Mlimba, naomba mtuokoe, tuko kwenye shimo, tunaonekana kama hatujapata uhuru ndani ya nchi hii. Kule kuna kina mama, kuna vijana, kuna wazee, wanahitaji huduma. Kwa hiyo basi maeneo ambayo barabara imekatika ukianzia jimbo la Mlimba, utaanza katika kata ya, kata ya Idete Kariagogo lakini vile vile kuna maeneo mbalimbali ambayo hii barabara haipitiki. Utaenda Idete, Kaliagogo, Kiogosi, Kisegese, Tandale, Mbingu, Ngajengwa, Njage, Udagaji, Mgugwe, Mlimba, Mpanga mpaka Madeke, Njombe. Hii eneo lote nalosema ni kata ambayo ni barabara ya TANROAD natusaidiaje wananchi wa Mlimba? Hali ni mbaya, tunateseka. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, ni muhimu wakaliangalia kwa jicho la karibu. Nashukuru Naibu Waziri, ni waziri wa kwanza uliofika kuitembelea ile barabara. Basi naomba uitendee haki, naomba tafadhali, uitendee haki ile barabara. Ungepita wakati huu, kwanza usingefika Ingebidi urudi Ifakala. Mkuu wa wilaya alikuwa anaenda Mlimba akashindwa akabakia pale Mgugwe, maji yamejaa yanakatiza barabara, akarudi Ifakala. Ndio maana nilikuwa nalalamika, haiwezekani mkurugenzi tumemnunulia alafu gari, mnamwachia mkuu wa mkoa hivyo. Huyu mkurugenzi akitaka kuwahudumia wananchi wa Mlimba ataenda na usafiri gani? Kwa hiyo tuna umuhimu wa vitu vyetu vibaki Kilombero. Yani mimi hapa leo nalia na barabara Mlizotenga hazitoshi hata kwa haya matengenezo. Yanatakiwa linyanyuliwe matuta katika eneo korofi ya kilometa hamsini. Naomba mtutengee hela za kutosha, ongeeni na wataalamu wenu, wanajua. Na mimi haya nimeyapata kwa wataalamu, lakini tumeomba barabara ya kutoka Mlimba tunakata moja ya Uchindile, ina mto mkubwa sana, huu Kilombero unaanzia kule tunaomba ile barabara ichukuliwe na TANROADS. Sisi hatuna uwezo wa kuunganisha hiyo barabara kama halmashauri kutoka Mlimba mpaka Uchindile, lakini vilevile vile kutoka kijiji cha Tanganyika tumeomba mpaka mkoani ile barabara muichukue TANROADS kuanzia kuanzia Taweta mpaka Tanganyika. Kuna mto Kilombero unakatisha mkubwa, kwa hiyo wananchi wametengwa na jimbo lao wametengwa na kata zao wametengwa na mkoa wao. Chonde chonde, nawaomba sana mtu angalie na mtupe haya maeneo tuhakikishe kwamba barabara inapatikana. Lakini si hivyo tu, kuna swala la TAZARA. TAZARA mmeandika kidogo sana, wastaafu. Jimbo langu limepitiwa na TAZARA, makao makuu ya TAZARA yako Mlimba ya wilaya lakini tazara hiyo kuna wastaafu wanadai miaka kenda rudi, wengine mpaka wanakufa, watoto wameshindwa kusoma. Nyinyi katika kitabu chenu sijaona mahali popote namna gani, mnasema tu sasa hivi sijui ngapi wale wastaafu. Naomba kauli ya waziri, wale wastaafu wa Tazara waliotumikia reli kwa muda mrefu, na watoto wao sasa hivi wanateseka na wenyewe wanateseka, ni nini hatima yao nchi hii jamani? watu waliotumikia kwa moyo mkubwa kwa imani bila wizi, kwa nini mnawafanyia hivi? Naomba mwaokoe wastaafu wa TAZARA. Waziri ukija hapa useme kidogo kuhusu wastaafu wa TAZARA, kama ndo wamesahaulika, hawawezi kulipwa tena, basi mtuambie. Kwa hiyo ni muhimu mawasiliano, barabara, hamna simu, wengine mpaka wapande juu ya miti. Sasa haya mambo gani? Kwa hiyo kuna maeneo ambayo huwezi ukapata simu sim. mimi mwenyewe nikienda jimboni kipindi fulani utanitafuta, hunipati, hakuna mawasiliano ya simu. Naomba mtuangalie kwa karibu watu ambao tuko remote area. Mjini mnajenga mpaka mafly over, nyinyi nini? Kwa nini wenzenu mmetusahau huko? Mnazungumzia tu viwanja vya ndege, sisi havitusaidii. uleo usafiri wa kule ni trekta. Namshukuru kijana mmoja anaitwa Mudi Kindindindi wa Ifakara, alinua mabasi yake yanaitwa Muki, yakawa yanaenda mpaka Mpanda, lakini kutokana na barabara mbovu, sasa hivi hayaendi tena, wanasafiri na trekta. Jamani, hivi bado tuko dunia hii ya leo? Mi naomba waziri kama ikiwezekana, naibu waziri umruhusu akimaliza kupitisha hii bajeti, twende mimi na yeye tuongozane mpaka kule kule alikofika mwanzoni, aone hiyo barabara, ndio atapata uchungu. Akija ataona kwamba hii hela mliyotenga hapa si lolote, si chochote. Naomba tafadhali, hata kama una mafuta, mimi nitawaambia wananchi wa, wa Mlimba wajichangishe tukuletee mafuta, twende ukaikague hiyo barabara sasa hivi, na watafurahi sana wakikuona. Mheshimiwa Naibu Spika, kilio changu ni barabara. Muda umekwisha Mheshimiwa. <laughs> Asante sana, naomba kuwasilisha. barabara Mlimba. Kutoa mchango wangu kwenye hoja iliyo mbele yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nichukue nafasi hii vile vilevile kumpongeza sana Mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya wizara hii kwa mawasilisho yake mazuri sana aliyofanya kwenye hotuba yake vile vile kuwasilisha hotuba nzuri. Ina maana hotuba hii ilitayarishwa na timu ya wataalamu wenye weledi mkubwa sana. Napenda nichukue nafasi hii kum, kumpongeza naibu waziri, makatibu wakuu wote na wataalamu wote kwenye wizara hii kubwa ambao wamewezesha kutengeneza hotuba nzuri kama hii. Vile vile Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuipongeza na kuishukuru serikali hii ya awamu ya tano ambayo kwa makusudi mazima imeamua kuwekeza karibuni asilimia arobaini ya bajeti yetu kwenye miundombinu. Mheshimiwa Naibu Spika, ukiwekeza kwenye miundombinu sawa sawa na kuweka akiba kwa ajili ya vizazi vijavyo, kwa sababu miundo mbinu inachochea maendeleo, inachochea uchumi. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya hapo naomba nije kwenye barabara yangu ya Mbeya Chunya Makongolosi. Mheshimiwa Naibu Spika, na, napenda nimfahamishe Mheshimiwa Waziri kwa sababu yeye yeah, anaifahamu sana hii barabara kwanza namsifu sana, ametoka Mbeya mpaka Itigi, anaikagua barabara hii. Barabara hii, Mheshimiwa Naibu Spika, zamani ndio ilikuwa njia ya the Great North Road inayotoka Cape kwenda Cairo, ilipita Chunya, ilipita Itigi, ikaja Manyoni kwenda Arusha kwenda Nairobi mpaka, mpaka Cairo. Lakini eh, serikali kwenye miaka 60, 61, 62 ndio walibadilisha route hiyo ya Great North Road. Mbeya, Iringa, Dodoma, eh, Babati ilikuwa ni hiyo ya Chunya. Serikali imejenga barabara hii kwa, kwa kiwango cha lami kutoka Mbeya mpaka Chunya kilomita sabini na mbili. Tunawashukuru sana wananchi wa Chunya. Mmetupunguzia matatizo sana, sana. Sasa hivi kutoka Mbeya kwenda Chunya ni shilingi 3500 au 4000 ambapo iko shilingi 10000 au 12000. Hasa hivi mazao tunayolima Chunya yanafika yanafika kwenye masoko haraka, haraka. Kwa hiyo mimi napenda kuishukuru sana serikali kwa jambo hili ambalo alifanya jambo kubwa. Sasa mwaka huu Mheshimiwa Mspika, serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni mbili barabara hii toke sasa Chunya kujengwa kwa lami kutoka Chunya kwenda Makongorosi hadi Mkola kilomita kama 42 nimeiona kwenye kitabu chake nimeiona, na najua kwa sababu niko karibu sana mheshimiwa waziri na naibu wake, tenda imetangazwa hasa hivi au kwenye evaluation. Najua ujenzi utaanza siku za karibuni, ninawashukuru sana, sana sana. Naomba barabara hii ambayo ni ya muhimu sana tuiendeleze mpaka ifike huko inakohitajika kufika. Nimeona vilevile kwenye kitabu kwamba barabara hiihii kwa mwaka huu inaanza kujengwa kutoka Mkiwa kwenda Itigi ili mwaka ujao itoke Itigi kuja tukutane katikati kati na mheshimiwa na, ma, masare, naishukuru sana serikali kwa niaba ya wananchi wa Chunya. Mheshimiwa naibu spika, vilevile niongelee barabara ndogo ambayo inatoka inatoka kiwanja kijiji cha Kiwanja inakwenda kwenye kijiji cha Mjele kwenye mkoa mpya wa Songwe wilaya mpya ya Songwe. Hii barabara inashughulikiwa na halmashauri ya Chunya lakini kwa kuwa sasa hivi mkoa wa Songwe ni, ni, ni mkoa mpya na Chunya iko mkoa wa Mbeya kwa hii barabara inaunganisha mikoa miwili inaunganisha mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe. Kwa naomba eh, eh, serikali na wizara muichukue barabara hii iweze kushughulikiwa na TANROADS badala ya kushughulikiwa na halmashauri ya wilaya ya Chunya. Nirudi kidogo, mheshimiwa naibu spika, hii barabara ya Mbeya Chunya Kongosi. Mheshimiwa waziri, barabara hii ina matatizo makubwa mawili, naleta na, na, na kilio kwako mheshimiwa waziri. Tatizo la kwanza, barabara hii baada ya kujengwa Kilomita sabini na mbili. Ukipita sasa hivi kama ulivyoona ulivyopita, kumeanza kuonekana tumatobo tuwili tutatu tunne tushimo tuwili tutatu tunne, sio vizuri, haina afya hii, kwa barabara ambayo jamii ilitumia kwa miaka mitano, haina afya. Kwa hiyo naomba sasa hivi mnavyofanya evaluation kwa kuendeleza barabara hii kutoka Chunya kwenda Makongosi na na, na Mkola, kandarasi ambaye alijenga huko nyuma, ambaye hata miaka mitano haijapita mashimo yanaonekana, asipewe kazi tena. Katika hili hili Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Spika, labda tungechukua mfano wa barabara ambayo inajengwa na serikali kutoka Ruaha ambayo sasa hivi imefika mpaka Mafinga, inakwenda Igawa. Barabara imejengwa kwa kiwango cha juu sana sana, labda wakandarasi wengine wa barabara nchini hapa wangeenda kujifunza kwa mkandarasi anayejenga barabara kutoka kutoka Ruaha kwenda mpaka Igawa, itakwenda mpaka Tunduma. Kwa hiyo hiyo, tatizo la kwanza kwamba tumeanza kujitokeza tumashimo tudogo tudogo, kwa naomba hiyo Mheshimiwa waziri na viongozi wako mlielewe. Tatizo la pili Mheshimiwa wa, wa, waziri, Chunya tunalima tumbaku, hasa wasafirishaji wa tumbaku wanaobeba tumbaku kutoka Chunya kuleta Morogoro, kutoka Chunya kuja Mbeya, wanapakia malori ya lumbesa kwa sababu wanajua kwamba kule labda sio hakuna mizani ya nini, wanapakia malori ya lumbesa ili akifika Mbeya ndio anagawa, hiyo lori inakuwa malori mawili. Sasa hiyo lumbesa inaumiza barabara sana. Barabara ambayo mtu, mtu, mmetujengea, ya lami inaumiza vibaya sana. Kwa naomba Mheshimiwa Waziri nipewe ni, ni hata way bridge moja au mbili hata mobile way bridges ili tuweze kuilinda hii barabara. Nakuomba sana Mheshimiwa Waziri katika hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba hasa niongee kidogo kuhusu uwanja wa Songwe. Naishukuru serikali awamu zilizopita na awamu hii imejenga uwanja wa Songwe inainua sana uchumi wa, wa, wa, wa mikoa ya nyanda za juu kusini kwa wa Iringa, wa Mbeya, wa Ruvuma, wa Katavi, wa Rukwa, majirani wa Zambia, wa Kongo tunatumia uwanja wa Songwe. Lakini tumeona hapa karibuni wakati wa masika huu, ndege zetu kutoka Dar es Salaam kufika Songwe, kama kuna ukungu zinashindwa kutua. Kwa naomba naomba katika hii bajeti tuamaliza mwaka huu, serikali iweke taa kwenye uwanja huo, ili madhumuni ya serikali ambayo ilikuwa imepanga kwa ajili ya uwanja huu yaweze ku, ku, ku, kutimia. Vilevile naomba serikali imalizie jengo la abiria kwenye uwanja wa Songwe na, na, tafadhali sana Mheshimiwa naibu spika, naomba sasa niongelee reli ya Tazara, reli ya Uhuru ambao walijenga waasisi wa taifa hili. Serikali inafanya jambo jema sana kuwekeza kwenye miundombinu kutengeneza kute, bandari kujenga reli ya kati kwa standard gauge, bandari ya Mtwara, bandari ya Dar es Salaam, Tanga na, tuna, tu, serikali inawekeza kwenye u, iweze kuvuna kwenye uchumi wa jiografia wa nchi yetu. Sasa hatuwezi kukamilisha jambo hili kama tutaelekeza tu kwenye reli ya kati na bandari zile eh, basi bila kuiangalia reli ya Uhuru. Reli ya Uhuru yenyewe haihitaji kujengwa, reli ya Uhuru inahitaji inahitaji ku, eh, ku, kwa karabati ya kidogo ifanye kazi. Nadhani tatizo ni sheria ambazo zimeiweka reli ya Uhuru. Naomba serikali ishirikiana na serikali ya Zambia, tuangalie sheria hizi. Sheria gani hizi ambazo zinajikwamisha reli hii bila sababu, ili bandari zikikamilika reli ya kati ikamilika, na reli ya huu ikakamilika, nchi iweze kuvuna kutumia uchumi wa jiografia ambao Mungu am, am, am, ametuwezesha. Sasa hivyo kwenye reli ya kati, sasa zimeanza block trains ambazo zimebeba mzigo, inakwenda Isaka au inaenda Burundi au inaenda Rwanda ya na, na reli ya Tazara nayo ingeweza kufanya hivyo tuweze kufanya eh, bandari kavu ikawa Mbeya au bandari kavu ikawa Makambaku au au au bandari kavu ikawa Tunduma tukatoa block trains kwenda kwenda kwenda Makambaku. Naomba sana, tunapotaka kuboresha miundo mbinu ya kutumia uchumi wa jiografia nchi hii, basi tuiangalie na reli ya Tazara. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimalizie nimalizie kwa uh, uh, barabara ya mchepuko jana ya mchepuko bypass ya kutoka Uyole kwenda kwenda Mbalizi. Sasa hivi congestion ni kubwa mno, kutoka Oyole kwenda Mbeya mjini na kuelekea Mbalizi, abarabara ni ndogo, ni ya siku nyingi, biashara ni kubwa mno, fursa ziko nyingi sana za biashara kwenye mkoa wa Mbeya, kwa naomba hii hadithi ya um, uh, pembuzi ya kinifu usanifu wa kina kila mwaka, naomba barabara hii ya bypass iweze kujengwa ili tuweze kuokoa ku, ku, mkoa wa Mbeya kwa uchumi ambao unaweza kudidimia. Mheshimiwa Naibu na Spika, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii, naunga mkono hoja.